Na mamia ya wachuuzi kutoka nyamba, Nyamarambe huko Mugirango Kusini wameandamana kufuatia madai ya ufisadi na mapendeleo kuwapa vibanda vya kuuza bidhaa zao. Wakizungumza katika soko hilo la nyambara, Nyamarambe Jumatatu, wafanyabiashara hao waliokuwa na ghadhabu walitaka gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati kuingilia kati suala hilo upesi, la sivyo maandamano yatakuwa yakishuhudiwa kila siku. Nina hasira kubwa kwa sababu kuanzia mwaka jana tulijaribu kubadilisha uongozi katika mji wa Nyamarambe ili biashara yetu iweze kuinuka kiazi, na sasa mwaka huu bila umeanza hivi mapema hivi, tunaona kwamba biashara ile ambayo tulikuwa tunatarajia inainuka inaendelea kutilimia zaidi zaidi. Kwa hivyo, bila unaona, hao wanabiashara wamesimama hivi kama kungekuwa na nafasi, kila mmoja angeongea ungeona asira ya hawa wote kwa jumla. Hii town tumesumbuka upande wa soko, tulijaribu kutafuta, tulijaribu kuta, kutafuta MCA wetu atutetee. Juzi last month upande wa soko tukaitwa hapa juu kwa uwanja, tukaambiwa uwanja wetu wa wenye watoto wanakimbia inakatwa iweke soko. Tukakataa kama wananchi, mlikataa mamuku kataa. Tulikataa upande wa soko. Kumaliza two weeks, ndio tukasikia eti wale walijiandikisha upande wa soko tutaambiwa penye tunaenda ku, ku, kufanyia biashara.